Tunaona zamani kipindi watu wanajenga na nili ule mnara wa Babeli wa Babeli, wale watu walikuwa wanahitaji kufikia Mungu kwa akaaamajenga na mnara mrefu sana, ila kipindi wanakaribia kufikia Mungu, mbingu ilipokuwepo zamani inaonekana ilikuwa karibu e, Mungu aliamisha, kwa sababu tunakwenda kutoka tafsiri kwamba mbingu au kuzimu ni sehemu yoyote ambayo Mungu ameichagua kwa e, ajili eza ya kuwapeleka watu ambao wanatenda dhambi na wale watu ambao wanaishi maisha yake. Kwa mtu akiuza swali, mbinguni ni wapi? kuzimu ni wapi? sema kwamba Mungu amepachagua yeye mwenyewe kwenye ulimwengu wa roho, haya atakuwa ni makao